Ni mwezi wa kumi huu, ambapo kwa kanisa Katoliki kote duniani mwezi huu ni kwa heshima ya mama Bikira Maria, tukifanya ibada kwa Mama Maria na kutafakari mafumbo ya Rozari Takatifu. Kadiri miaka inavyoenda, vikundi mbalimbali vya Kimaria vimekuwa vikifanya hamasa, kuwakumbusha waamini umuhimu wa kusali rozari na sifa nyingi za mama wa mkombozi wetu na kwa namna ya pekee miongoni mwa makundi hayo ni waimbaji binafsi na wanakwaya, wamekuwa wakitoa nyimbo mbalimbali mbali za kumsifu Maria na kutosogeza karibu kabisa na mama huyu. Sanjari na utoaji wa nyimbo hizo, pia yanaandaliwa matamasha katika kuupamba zaidi mwezi huu na kuwatafakarisha wadau kwa nyimbo za Mama Maria mubashara. Moja ya nyimbo zinazoelezea sifa za Mama Maria ambao umejizolea umaarufu kwa siku za hivi karibuni ni ule unaoitwa Tembea na Mama uliotungwa na Zakaria Gerard na kurekodiwa na kwaya ya Mtakatifu Benedicto Bugando KMB Mwanza. Kama hiyo haitoshi, kwaya hii imekuwa na utaratibu wa kufanya tamasha kila mwaka walilolipa jina Yesu Anaweza. Lakini kwa mwaka huu tamasha hilo wanalifanya kwa heshima ya Mama Bikira Maria, ila kabla hatujasikia kile hasa cha pekee kwa tamasha la mwaka huu, tujue historia ya tamasha la Yesu Anaweza, lilianza vipi kiasi cha kuendelea kujizolea umaarufu kwa Kanda ya Ziwa na kwingineko. Nimezungumza na mratibu wa tamasha hilo na mwalimu wa kwaya ya KMB, Dr Calvin Bongole. Ni kwa namna gani basi tamasha hilo lilianza? Kwa yetu tuliamua kuenzi au kuita tamasha letu Yesu Anaweza kutokana na albamu ya mmoja wapo albamu za zilizo rekodi mwaka 2008 ambayo ilikuwa na nyimbo nyingi ikiwemo wimbo kama sheria yako naipenda mno ajabu, ambao iliwagusa watu wengi na ikatufanya tuone kwamba Yesu anaweza yote, na ndio maana tukaasisi jina hilo la Yesu anaweza, katika jina au ujumbe mkuu wa matamasha yetu yote ya kila mwaka. Dkt Bongole anasema tamasha hilo limekoleza chachu ya uimbaji makini kwa kwaya nyingi katika ukanda huo, kitu ambacho kinawahamasisha kubuni njia nyingi za kuwafanya watu wapende na kuthamini utume huu wa uimbaji. Uh, tangu tang kuanza kwa tamasha letu Yesu anaweza cha kwanza imeibua ile chache uimbaji uh, miongoni mwa wanakwaya hususani wanakwaya katika kanda yetu ya kanda ya Ziwa. Wanakwaya wengi katika kanda yetu walikuwa hawajawahi kuonja ladha ya vitu kama vya matamasha. Kwa hiyo tamasha letu limetusaidia sana kuboresha uimbaji, kuleta wanakwaya wapya katika kwaya yetu na pia kueneza utume ndani ya Mwanza pamoja na kutangaza kwaya yetu ndani ya Mwanza na nje na nje ya Mwanza. Tunaona sasa hivi tuna mialiko mingi hata nje ya nchi ambayo tunatarajia kwenda Nairobi mwezi huu wa kumi na mbili kwa sababu ya uh, matamasha yetu ambayo tumefanya hapa Mwanza. Tukija sasa kwa tamasha la mwaka huu, ni kitu gani kiliwasukuma kulifanya liwe na sura ya kimaria zaidi? Tuliona kwamba ukiangalia kwa kanda ya Mwanza hakuna haya matamasha ambayo kwa wenzetu kama kanda ya Dar es Salaam wanafanya, na inaonekana kwamba yameleta ile hamsha uh, hamsha nyingi ndani ya mioyo ya watu. Tunaona Wakatoliki tulikuwa tumekuwa sana, lakini kwa kupitia matamasha tunapata ile ladha ya music, kwamba muziki wa katoliki unaweza ukawa sehemu ya burudani. Tukaona na katika kanda yetu ya kanda ya Ziwa hakuna kwaya ambayo imeweza kufanya hivyo, na basi tu waasisi tuanzishe jambo hili, tulete burudani katika kanda ya Ziwa, angalau katika kanda hii ndio tuweze kufanya kitu cha tofauti, uh, ukilinganisha na kanda za wenzetu. Kila jambo unalolifanya au tunalolifanya tunaweka malengo kwamba jambo hili litazaa matunda gani huko mbele, au tunafanya kwa faida gani ya hapo baadaye. Vivyo hivyo kwaya ya Mtakatifu Benedicto Bugando, na wao kuna malengo kadhaa ambayo wamejiwekea kwa tamasha la mwaka huu Yesu Anaweza, tembea na Mama. Na kwenye tamasha letu la mwaka huu hata tukianzia na la mwaka la mwezi wa sita tuna lengo kubwa la kutaka kuboresha uimbaji katika kanda yetu, hususani kwa kuwa na audio ya kisasa ambayo itakuwa inafanya kazi za audio recording pamoja na video, uh, shooting kwa ajili ya kuweza kueneza utume, kwa sababu kwa kipindi ambacho tunaishi kwa maisha sasa hivi, maisha ni ya mtandao. Tunatamani kazi tunayoifanya isiwe tu isibakie tu kwa wanamwanza, bali isambaye. Ninapohitimisha makala haya fupi, tumeona jinsi gani kadri miaka inavyozidi kwenda mbele Mama huyu sifa zake zinazidi kuhamasishwa kwa njia mbalimbali na kutusaidia kutuweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kwa kutafakari mafumbo matakatifu ya Rosari Takatifu, huku tukiendelea kumtegemea mama huyu kama kimbilio letu katika misalaba mbalimbali tunayoibeba katika safari yetu ya maisha ya kila siku. Ndio maana tukaambiwa tembea na mama, anza na mama, maliza na mama lakini tutakuwa wachoyo wa fadhila tusipomkumbuka na kuendelea kumwombea sana mzee wetu Mwarabu. Yeye ndo kama mfano kwa watunzi wengi na wanautume wengi wa uimbaji, kafungua njia kwa kuwafanya watu waendelee kutunga na kuzimba sifa za mama yetu Bikira Maria, kiasi kwamba mpaka hivi sasa nyimbo zake zinaendelea kuishi Mama Maria, kwa neema unazotuombea. Asante mama wa Yesu, uliye na huruma. Nikutakie kila lilo jema, na kama unaelekea kwenye tamasha la Yesu Anaweza tembea na mama, basi nikutakie burudani njema na tafakari njema ya nyimbo za mama burudani tuandaliwa na kwaya ya Mtakatifu Benedicto cha Bugando KMB. Tuanze na mama, tutembee na mama, tumalize na mama. Jodet Dominic, Jode Media.